Kufanikiwa 2026, unahitaji kitu cha kwanza kinaitwa commitment. You need to be committed. Number one kwa Mungu. Number two kwa masomo. Kitu kingine ambacho usisahau ni character. Wherever you go, Mungu akusaidie. Uwe na tabia ambayo inapendeza Mungu. Zaburi ya 121 na mstari wa pili, Biblia inasema msaada wangu unatoka kwa Mungu aliyezifanya mbingu na nchi. Mungu ambaye ni msaada wetu. Kitu cha kwanza macho yake yetu, yetu inatoa. Kitu cha pili yeye ni msaada kwa kila a na jambo la mwisho yeye ni mwamba, hakuna neno lisilowezekana mwaka huu. Ibada na na ya nafasi teele na asanteni kwa kutupa muda wenu. Baba mwenyezi na mwenye rehema, bariki wapendwa hawa ambayo wametupa nafasi, wabariki katika masomo ya. Baba mwema, wasaidia na kuongoza na wafanikishe vakulaa. Baba mwema, unaomba tunapoendelea kuongea na wengine uwe pamoja nasi.